Jambo la kwanza, huwa tunauoni hafifu. Kwa hiyo yale maandishi ambayo yamebandikwa, matangazo yale ya majina, herufi zake ni ndogo sana. Kwa hiyo mtu mwenye albino inakuwa ni changamoto kusoma lile jina lake aweze kujua kwamba kituo chake ni hiki au si hiki. Hiyo ni upande wa watu wenye albino. Kwa watu wenye ulemavu wa viungo changamoto inakuwa ufikikaji wa eneo husika, kwamba kunakuwa hakuna ngazi mtelezo, anasema kwa hiyo mtu mwenye ulemavu wa viungo inakuwa ni changamoto kubwa sana kufika eneo hilo. Kwa watu wenye walbino, kwamba tunatamani kwamba tukuziwe maandishi ya yale majina, ili tunapoenda kukagua yale majina yetu tuweze kusoma kwa urahisi, na vile vile kwa watu wenye ulemavu wa viungo, mfano ulemavu wa miguu, kwamba waweze kutengenezewa au kuwe na ngazi mseleleko ambazo itamsaidia yule mtu mwenye ulemavu wa viungo, viungo anapoweza kufika eneo lile akiwa na wheelchair, aweze kufika sehemu husika kwa urahisi. Changamoto kwa upande wa wasioona sio, sio nyingi sana na wala sio kubwa sana, sema tu changamoto ambayo ninaiona kuna tunaweza kukosa wa, wa, wa wasiona wengi kutokwenda kupiga kura kutokana, wasioona wengi tunasema wenyewe wanapata ulemavu ukubwani, unakuta maandishi ya nukta nundu hayajui. Kwa hiyo sasa pia, lakini pia huyu mtu mpaka akashiriki uchaguzi inakuwa ni changamoto kidogo, vinginevyo apate mtu wa kumpeleka akapige nini akapige kura, na huyo mtu kwa maana hiyo kura atafanya nini, atapigiwa. Changamoto inabaki palepale. Sasa kama atapigiwa kura, umeona pasipo kugundua yeye anayemtaka, kuna possibility ya huyo anayempigia kura akampigia asiye nini asiye mtaka. Lakini kwa huyo ambaye tunasema atakuwa yeye anafahamu maandishi ya nukta nundu, kwa maana kwake ni rafiki na atapiga kura ile ipasavyo. Tunashauri serikali moja kwa moja ione namna ya kuweka vile vituo au yale madarasa ya watu wazima kwa maana ya wasioona kujifunza maandishi ya nini ya nukta nundu, ili kesho na nyakati nyingine zinapofika nyakati za uchaguzi kama hizi, watu waweze kushiriki kwa, kwa, kwa, kwa, kwa wingi. Tunasema tumejipanga vizuri kuhakikisha kwamba ndugu zetu ambao wana mahitaji maalum wanapata mazingira rafiki katika siku hiyo ya uchaguzi kwa maana ya kwamba kwa wale wenzetu ambao hawaoni, kutakuwa na matumizi ya nukta nundu kwa ambao wanaweza kuzitumia, kwa kutakuwa kuna karatasi hizo na wataweza kutumia ili waweze kupiga kura vizuri. Lakini pia tutatumia vituturi ambavyo ni rafiki kwa watu wote, kwa ambao sio walemavu na walemavu kwa maana ya kwamba wale walemavu unaweza kukigeuza kituturi kile, basi naye akaweza kuwa comfortable kwa ajili ya kuweza kupiga kura yake akiwa katika mazingira mazuri na salama kwake. Lakini sio si hayo tu, pia tumejipanga vizuri katika jimbo la Morogoro mjini kuhakikisha kwamba mazingira rafiki kwa wenzetu wenye mahitaji maalum, kwa mfano katika vituo vyetu vyote 935 hakuna kituo ambacho kiko katika jengo la gorofa, kwa hiyo itawasaidia wote waweze kufika. Lakini pia kwa vile vituo ambavyo vina ngazi labda tatu nne, tunahakikisha kwamba kuna mazingira rafiki ambayo yatamwezesha yeye kuweza kupiga kura. Lakini pia tumeangalia kuhakikisha kwamba tunahakikisha vituo vinakuwepo jirani. Kwa mfano, wakati wa uandikishaji ulikuwa tuna vituo 313 lakini, sasa wakati wa kupiga kura tuna vituo 935 ambavyo sasa vitawapunguzia wenzetu wenye mahitaji maalum kutumia umbali mrefu kutoka kwenye maeneo yao kufika katika kituo cha kupigia kura.